Rada leo hii inaanzia jijini Dar es Salaam, ambapo waziri mkuu mstaafu ambaye pia ni mkuu wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Mizengo Pinda, ameuagiza uongozi mpya wa chuo hicho kuhakikisha wanashirikiana kuyakabili mambo magumu ya chuo, huku moja ya changamoto ikiwa ni deni la shilingi bilioni tisa ambalo wanaidai serikali. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na Glory Mkini. Hapa anaonekana makamu mkuu mpya wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Profesa Alex Bonifasi Makulilo, akivishwa joho maalum. Hiyo ikiwa ni ishara ya kusimikwa baada ya kupokea kijiti cha nafasi hiyo ya makamu mkuu wa chuo kutoka kwa mtangulizi wake aliyemaliza muda wake wa miaka kumi Profesa Tozo Bisanda. Mkuu wa chuo hicho ambaye ni waziri mkuu mstaafu wa Tanzania, Mizengo Pinda, anatumia nafasi hiyo kuangazia uongozi mpya wa chuo kuhakikisha wanashirikiana kuyakabili magumu ya chuo. Makulilo, tunakudai ila kwa vile una miaka mitano na kwa sababu una mambo ya nyuma yamekufunza mengi, tunatarajia kwamba utatumia uzoefu huo sasa kuona utakavyotekeleza haya yote uliyoyasema leo. Unahitaji a team spirit strong. Namna ya kushirikishana, namna ya kuheshimishana wakati wa mijadala na wakati mnataka kutekeleza jambo ambalo ni kubwa na wakati mwingine gumu. Makamu mkuu wa chuo ambaye amemaliza muda wake Profesa Bisanda, akashauri uongozi mpya kuweka nguvu zaidi kuhakikisha deni la bilioni tisa ambalo chuo hicho kinadai serikali ikiwa ni stahiki za watumishi wa chuo linalipwa, huku makamu mkuu mpya wa chuo hicho Profesa Alex Makulilo akataja vipaumbele vyake. Ninapokuwa na mkabidhi mrithi wangu uongozi wa chuo hiki, bado ninasononeka kwamba hazina mpaka sasa wameshindwa kulipa stahili za watumishi toka Julai 2020 hadi sasa, na madai mengine mengi hasa yanakaribia bilioni tisa. Katika kufanya chuo chetu kuwa cha kiushindani kitaifa na kimataifa, ikita kufanya yafuatayo: moja, kuwekeza katika kuboresha miundo mbinu ya kufundishia na kujifunza. Hii inajumuisha kujenga na kuboresha vituo vya kujifunzia mikoani pamoja na makao makuu ya chuo, kujenga maabara za kisasa, kuboresha mitaala ili iendane na mahitaji ya sasa, na kuongeza matumizi ya tehama katika ufundishaji kutoka Dar es